Sijawahi kukutana na Mkristo ambaye hakubaliani kwamba sala ni muhimu sana, lakini wakati huo huo karibu kila Mkristo niliyewahi kuzungumza naye anakutana na changamoto katika suala hili la sala. Ni rahisi kwetu kuridhika komfano, kwa mfano kwa kutoa sala wakati wa chakula au sala fupi kabla ya kulala usiku. Inawezekana pia tukaomba wakati wa msongamano wa magari ili yule anayetuchelewesha mbele yetu aondoke njiani, kama vile kanisa moja lilivyofanya utafiti kwa waumini wao na kuwauliza kama wanataka mkutano wa maombi wa kila wiki uendelee, na karibu asilimia mia moja walijibu ndiyo kabisa. Lakini chini ya asilimia ishirini tu ndio waliwahi kuhudhuria mkutano wa maombi. Ni wazi kabisa tunapochunguza maisha ya Kristo kwamba Yesu alielewa umuhimu wa sala, na maneno yake pamoja na mfano wake vilithibitisha hilo. Yesu alipenda kuzungumza na baba yake kupitia sala. Sasa kinachofuata hapa katika somo letu kupitia injili ni funzo muhimu sana kuhusu sala, kwani yesu sasa anatoa mifano miwili kuhusu mada hiyo. Sasa tuko katika sura ya kumi na nane ya Injili ya Luka na tunasoma hapa mwanzoni mwa sura kwamba, Yesu alisimulia mfano ili kuwafundisha kwamba wanapaswa kuomba daima na wasikate tamaa. Hilo linapaswa kukuvutia sana. Yesu yuko karibu kuwafundisha wao na sisi pia, jinsi ya kuishi bila kukata tamaa. Sasa mfano wa kwanza unaanza kwenye mstari wa pili: katika mji fulani kulikuwa na hakimu ambaye hakumcha Mungu wala hakumheshimu mtu, na kulikuwa na mjane katika mji huo ambaye alikuwa akimjia mara kwa mara akisema, nipatie haki dhidi ya adui yangu. Sasa ngoja nikuambie hili: huyu mjane ana mambo kadhaa yanayomkabili. Ametendewa vibaya kwa namna fulani, ndiyo maana anatafuta haki. Kama mjane hana mume wa kumwakilisha, na katika siku hizo mwanamke hakuwa hata anaruhusiwa kutoa ushahidi mahakamani. Zaidi ya hayo, inawezekana kabisa kwamba hana ushawishi wowote hapa na hana hata pesa za kuendesha kesi na sasa juu ya yote hayo, Yesu amemwelezea hakimu huyu kama hakimu fisadi: hakumcha Mungu wala kuwaheshimu wanadamu. Sasa ingeonekana kwamba mwanamke huyu hana nafasi yoyote, lakini Yesu anamwelezea mjane huyu kama mwanamke mdogo mwenye msimamo thabiti. Anamfuata hakimu mara kwa mara akiomba haki na msaada. Sasa tatizo ni kwamba hakimu hamruhusu kuingia ofisini, hafungui mlango wala hapokei simu. Anampuuza, anamkwepa kwa gharama yoyote, lakini yeye hataki kukata tamaa. Na hatimaye, hatimaye hakimu anakubali tu ili amtoe huyu mwanamke kwenye shingo yake na nje ya mahakama yake. Sasa kwa hilo Bwana anasema hapa kwenye mstari wa sita. Sikieni asemavyo yule hakimu dhalimu. Je, Mungu hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Je, atachelewa kuwasaidia? Sasa sikiliza, mpendwa, Yesu hatumii mfano wa hakimu huyu fisadi kumlinganisha na baba yetu wa mbinguni. Yesu hatupi ulinganisho, anatupa utofauti kati ya yule hakimu fisadi na baba yetu wa mbinguni. Mungu hahitaji kusumbuliwa na maombi yako hadi akasirike sana na wewe kiasi cha kukupa chochote unachotaka ili akupumzike. Ona, lengo la mfano huu ni kwamba Baba yetu wa mbinguni ni tofauti kabisa na yule hakimu fisadi. Yeye siku zote yupo tayari, siku zote anaheshimu na siku zote atafanya kilicho sahihi na cha haki kabisa. Kwa kweli Yesu anasema hapa kwenye mstari wa nane atawapatia haki haraka. Hivyo basi hapa ndipo hoja ilipo: endelea kuomba usikate tamaa, endelea kuomba hasa kwa ajili ya ufalme wa haki wa Mungu kuja. Inawezekana ikachukua muda kabla hilo kutokea, na litakapotokea sote tutasema, unajua, ilionekana kama ilichukua milele, lakini sasa tuko hapa katika ufalme. Katika siku hiyo ya baadaye na tutasema, lo, muda umeenda wapi? Na katika safari yote tutaweza kuona kwamba Mungu alikuwa akifanya kazi katika maisha yetu kwa ajili ya mema. Sasa mfano huu unafuatwa na swali ambalo linahusiana moja kwa moja na kuja kwa mara ya pili kwa Yesu. Yesu anapofika katika siku hiyo ya baadaye, anarudi kuanzisha ufalme wake hapa duniani. Yesu anasema hapa katika mstari wa nane, mwana wa Adamu atakapokuja, je, atakuta imani duniani? Kwa maana halisi anasema je, atakuta ile imani atakaporudi? Je, kutakuwa na watu wanaomwamini? Na jibu ni ndio kabisa. Unaona, hata baada ya kanisa kunyakuliwa na kipindi cha dhiki kuanza, mamilioni ya watu katika miaka saba inayofuata, kutoka kila lugha, kabila na taifa, kama vile kitabu cha Ufunuo kinavyorekodi, wataweka imani yao kwa Kristo. Kutakuwa na uamsho wa kimataifa kwa namna fulani, ingawa watakuwa wanapitia siku hizi ngumu za hukumu. Sasa watapaswa kufanya nini ili kuweza kuhimili siku hizi za kukatisha tamaa za dhiki? Watawezaje kutokata tamaa? Naam, kupitia maombi ya kudumu wanaposubiri kuja kwa pili kwa Kristo, kama vile wewe na mimi tunavyosubiri unyakuo wa kanisa leo. Sasa mfano huu wa wa kwanza umeelekezwa kwa wanafunzi wa Yesu. Sasa atatoa mfano wa pili ambao unawalenga wasioamini wenye kujiona, wenye haki, wale wanaojiamini wenyewe, wakidhani kwamba wanaishi maisha mazuri ya kutosha kuwa sawa mbele za Mungu. Basi Yesu anatoa tofauti nyingine hapa, na safari hii ni kati ya wanaume wawili, na wanaume hawa wote wawili wanaomba hekaluni. Yesu anasema hapa katika mstari wa kumi, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja alikuwa farisayo na mwingine mtoza ushuru. Sasa kwa Wayahudi kwa ujumla, watoza ushuru hawakuwa na haki ya kusali kabisa. Walikuwa ndio wenye dhambi wakubwa wa siku hizo, watu waliodharauliwa kabisa duniani. Walikuwa wameungana na Warumi ili kuwanyonya watu wao wenyewe Wayahudi kwa kuwatoza kodi walikuwa wamenunua haki hiyo kutoka kwa serikali ya Kirumi ili kuwatoza wayahudi wenzao kodi. Halafu walikuwa wanaongeza kiwango cha kodi zaidi ya kile ambacho Roma ilihitaji, na hivyo watoza ushuru hawa walikuwa wanajitajirisha wenyewe. Sasa, mtoza ushuru anafanya nini akiomba hekaluni? Hakuwa na nafasi pale. Mwanamume mwingine ni Farisayo. Huyo ni kiongozi wa dini mwenye heshima, mwenye maadili katika jamii kwa mtazamo wa watu. Farisayo ana kila haki ya kumwomba Mungu. Anastahili kuwa na sehemu yake maalum hekaluni kwa ajili yake mwenyewe. Watu walidhani kwamba kama mtoza ushuru angeomba, unajua Mungu angekuwa anaziba pua yake. Lakini kama Farisayo akiomba, Mungu angekuwa anafungua mikono yake. Na hivyo Farisayo anaomba hapa, kwenye mstari wa kumi na moja Mungu na kushukuru kwamba mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wasio haki, wazinzi, au hata kama huyu mtoza ushuru. Nafunga mara mbili kwa wiki, natoa zaka ya kila kitu ninachopata. Ngoja nikuambie kitu, hii si mkutano wa maombi. Hii ni kikao cha kujisifu. Anajipongeza mwenyewe, anasema Bwana, angalia ulivyo na bahati kuwa na mtu kama mimi upande wako. Ombi la farisayo huyu kimsingi ni kusoma wasifu wake wa kiroho, wasifu wake wa kidini, orodha yake ndefu ya matendo mema. Sasa basi, Yesu anatupa nafasi ya kumsikiliza mtoza ushuru anayeomba, na ombi lake ni fupi sana Mstari wa kumi na tatu, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alipiga kifua chake akisema, Mungu nihurumie mimi mwenye dhambi. Sasa hapa, hajilinganisha na yule farisayo kule, anajilinganisha na utakatifu wa Mungu. Farisayo anajisifu, mtoza ushuru anaomba kwa unyenyekevu, Mungu nihurumie mimi mwenye dhambi. Tazama, rafiki yangu, ni pale tu unapoweka wasifu wako wa kiroho pembeni na kutambua kwamba huna cha kumpa Mungu mtakatifu. Ndiyo, ni pale tu unapomjia kwa namna hiyo ndipo unaweza kupokea wokovu kama zawadi ya neema yake kwako. Yesu anasema hapa katika mstari wa kumi na nne, "Nawaambia mtu huyu, yaani yule mtoza ushuru, alirudi nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki kuliko yule mwingine, kwa maana kila ajikwezaye atashushwa na ajishushaye atakwezwa. Yule mtoza ushuru basi alirudi nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki. Kuhesabiwa haki, maana yake ni kutangazwa kuwa mwenye haki. Kwa kweli ni neno la kisheria linalomaanisha jaji kukutangaza kuwa huna hatia na kugonga nyundo yake mezani akisema ya kesi imefungwa. Ona, yule farisayo alijaribu kujihesabia haki mbele za Mungu, lakini yule mtoza ushuru alihesabiwa haki na Mungu mwenyewe. Nikuambie, huwezi kujitegemea wewe mwenyewe na kumtegemea Mungu kwa wakati mmoja lakini unapomtegemea Mungu peke yake unapata kuhesabiwa haki, msamaha, na kusimama sawa mbele za Mungu. Sasa, mifano hii miwili hapa inahusu sala, lakini inahusu zaidi ya sala tu. Unaona, sala zako zinaonyesha mtazamo wako, uhusiano wako na Bwana. Unataka kukata tamaa maishani? Basi jielekeze mwenyewe. Omba kwa namna ya kuficha dhambi zako. Omba kwa namna ya kujaribu kuwavutia watu wengine, labda hata labda hata kujaribu kumvutia Mungu. Unataka kuishi kwa namna ambayo hutakata tamaa. Basi omba kwa uaminifu, kwa uwazi, kwa kudumu, kwa unyenyekevu, kwa moyo wote huku ukimtegemea Mungu pekee bila kusita.